Habari za asubuhi. mm -hmm. Karibuni kwenye taarifa yetu kuhusu uchaguzi mdogo wa marudio wa jimbo, wa majimbo ya wa Kinondoni na Siha kama alivyoeleza a habari wetu, hatukujaitoa kwa mara moja kutokana na kanuni za tume ambazo zilikuwa zinatuambia kwamba tusitoe taarifa kwa umma mpaka tumalize ripoti na tuwapelekee na wakili kupokea kwa hiyo tulikamilisha tukawapelekea tume ya uchaguzi na wakakiri kupokea barua yetu ambayo tulipeleka tarehe 26 Februari, ambayo ni jana, na wakakiri kupokea siku hiyo hiyo. Kwa hiyo tunatoa sasa taarifa kwa umma kwa mujibu wa sheria e. Katika kufikia maono ya kupata jamii yenye haki na usawa, kituo cha sheria na haki za binadamu kimeendelea kufanya ufuatiliaji wa utendaji kazi wa serikali katika kipindi cha, e, cha uchaguzi mdogo katika majimbo ya Siha na Kinondoni. Mnamo Februari 9, mwaka 2018, kituo cha sheria na haki za binadamu kilipata kibali rasmi kutoka tume ya taifa ya uchaguzi NEC, kuwa mwangalizi wa uchaguzi katika jimbo la Kinondoni pamoja na Siha. Katika kutimiza jukumu hilo la kidemokrasia, kituo cha sheria na haki za binadamu kilifanya uangalizi tangu e, zilipoanza kampeni. E, mnamo tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2018, na wakati wa uchaguzi, ambapo katika chaguzi hizo ndogo za chama Chama cha Mapinduzi kilishinda. Hata hivyo, kituo cha sheria na haki za binadamu kimebaini masuala kadhaa ya ukiukwaji wa haki za binadamu na ukiukwaji wa sheria na taratibu zinazo, e, ratibu chaguzi kama yalivyofunuliwa hapa tutakavyoelezea ya. Kwanza kipindi cha kampeni, tuliona kwanza matumizi ya watoto katika kampeni eh, kwa mujibu wa kifungu namba mbili cha sheria ya, e, ya mtoto mwaka 2009 eh cha kumi na mbili cha sheria ya mtoto mwaka 2009 ambacho kinakataza kuwaajiri au kumtumia mtoto katika shughuli yoyote ile ni hatarishi kwa maslahi mapana ya mtoto kiafya, kielimu, kimwili pamoja na maendeleo ya kimaadili. Kituo cha sheria na haki za binadamu kilishuhudia video ya mtoto mdogo, mdogo aliyekuwa jukwaani akitumika kutumbuiza akinengua katika mkutano wa kampeni moja e, wapo ya chama cha Mapinduzi CCM uliofanyika makumbusho katika jimbo la Kinondoni Februari 2 mwaka 2018. Huu ni ukiukwaji mkubwa sana wa haki za binadamu hususani watoto. Ya pili, matumizi ya rasilimali za umma kwa maslahi ya vyama. Kituo cha sheria na haki za binadamu kupitia waangalizi wa chaguzi kimeshuhudia viongozi wa serikali wakitumia magari ya umma katika mikutano ya kisiasa kinyume na sheria za vyama vya siasa na sheria za uchaguzi hasa sheria ya gharama za uchaguzi ya mwaka 2010. Katika Jimbo la Siha mnamo Februari 16, eneo la Sanya Juu, kituo cha sheria na haki za binadamu kilishuhudia magari ya umma yakitumika katika kumnadi mgombea e, wa chama tawala chama cha Mapinduzi, Ndugu Alois Mollel ambapo waziri wa ardhi e, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa William Lukuvi aliambatana na msafara wenye magari ya umma. Pia tuliona matumizi ya nguvu yaliyopelekea watu kujeruhiwa na kuuawa. Matumizi ya nguvu yameshuhudiwa katika kipindi cha kampeni na kupelekea raia kuumizwa hatimaye kifo vifo katika jimbo la Kinondoni mnamo Februari 16 eneo la mkoa juni, mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji NIT aliyefahamika kwa jina la Akwilina Bafta aliuawa na kupigwa risasi kufuatia polisi kutumia eh, risasi kuwasambaratisha waandamanaji. Wa wa, walikuwa ni waandamanaji wa chama cha demokrasia na maendeleo walioandamana wa kudai viapo vya wakala au vya mawakala katika jimbo la Kinondoni. Sambamba na hilo, jeshi la polisi liliendelea kuwashikilia wafuasi 40 wa Chadema wakiwemo wanawake wenye watoto wadogo na majeruhi wawili wa, wa risasi. Kwa upande wa jimbo la Siha, polisi walimpiga mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Husna Saidi na kupelekea kuvunjika mguu e. Kwa hiyo e, kampeni ziliacha machungu kama tulivyoona e, kwamba kuna huyo mwanafunzi alifariki, lakini kuna mwanachama mwingine ambaye alikuwa ni kada e wa chama cha cha demokrasia na maendeleo kule hanani sifu ambaye pia alifariki kipindi cha uchaguzi. Sasa katika kipindi cha uchaguzi tuliona mambo yafuatayo: mwitikio mdogo wa wapiga kura. Katika zoezi zima la uangalizi waangalizi wameweza kuona idadi kubwa ya watu wakijitokeza zaidi katika kampeni za vyama na sio siku ya kupiga kura. Kwa upande wa jimbo la Kinondoni katika idadi ya waliojiandikisha ni watu 264 na 55,000 ni watu 45454 tu waliojitokeza kupiga kura sawa na asilimia kumi na saba kwa upande wa, e, wa Kinondoni. Kwa hiyo ni asilimia 17 tu waliojiandikisha walifika kupiga kura, maana yake asilimia e, 83 hawakuja, hawakwenda kupiga kura. Kwa upande wa jimbo la Siha kuna unafuu kidogo, japo na nyinyi ni wachache, kwamba walijiandikisha watu 55313 na waliojitokeza kupiga kura ni wa, wa, wa, watu 32277 sawa na asilimia 58. Hii inafanya jumla ya wapiga kura katika majimbo yote kuwa asilimia 24 pekee ya waliojiandikisha. Yaani ukiunganisha Kinondoni na Siha wamekwenda wame kupiga kura watu e, asilimia 24 tu ya waliojiandikisha wote. Ya pili, unyanyasaji wa mawakala wa vyama vya siasa. Siku ya uchaguzi tarehe 17 mwezi wa pili, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kupitia waangalizi wake kilishuhudia baadhi ya mawakala kunyanyaswa kwa kunyimwa kuingia katika chumba cha kupigia kura pasipo sababu za msingi ikiwemo barua za viapo kukosa sahihi ya mkurugenzi wa uchaguzi na zingine kuwa nakala yaani photocopy. Jimbo la Siha, hali hii ilishuhudiwa katika kituo cha Nasai shule ya msingi, ambapo mawakala wa CUF na sauti, na sauti ya umma sau na Chadema walizuiliwa kuingilia katika chumba cha kupigia kura bila kupewa sababu za msingi. Februari 16, katika jimbo la Kinondoni, kituo cha sheria na haki za binadamu kilishuhudia baadhi ya vituo ma, mawakala wa vyama kutokupewa kwa wakati viapo kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kinondoni, na kusababisha usumbufu wakati zoezi wa zoezi la uchaguzi. Tatu, uwezo wa wasimamizi wa uchaguzi katika zoezi la uongozaji wa wapiga kura katika vituo. Kumekuwa na changamoto za kiutendaji miongoni mwa wasimamizi wa uchaguzi chini ya sheria, chini ya tume ya uchaguzi. Tumeshuhudia baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi kuwazuia na kuwakataza watazamaji wa ndani wa uchaguzi kuingia katika chumba cha kupigia kura kinyume na kifungu namba 63 moja f cha sheria ya uchaguzi sura namba 343 ambacho kimetaja mwangalizi E, pamoja na watu wengine wanaoruhusiwa kuwepo katika chumba cha kupigia kura. Hii imeshuhudiwa katika vituo vya Kibongoto, kule Siha, Levishi, Siha pia na Nasai vyote viko katika jimbo la Siha ambapo wasimamizi wa uchaguzi katika vituo hivyo hawakutoa ushirikiano kwa waangalizi wa kituo cha sheria na haki za binadamu kwa kutokujua sheria au kwa makusudi hatufahamu lakini waliwazuia kuingia. Nyingine, mazingira sio rafiki kwa wapiga kura na watu wenye ulemavu. Katika baadhi ya vituo ambavyo kituo cha sheria na haki za binadamu kilifanya uangalizi, tulibaini vituo kutokuwa na mazingira wezeshi kwa wapiga kura. Vituo hivyo kutokana na mazingira wezeshi kuna didimiza haki za makundi maalumu ikiwemo watu wenye ulemavu wa viungo, wazee, wanawake wenye ujauzito na kadhalika. Mazingira duni ya vituo vya kupiga kura yalipelekea ya kukiuka kwa taratibu za kupiga kura ikiwemo kukosekana kwa usiri wa kupiga kura. Katika jimbo la Siha, kituo cha Levishi hakikuwa na nyenzo rafiki na wezeshi katika watu, kwa watu wenye ulemavu kuweza kufika. E, pia katika eneo la Karansi kituo cha ushirika ambapo chumba cha kupigia kura hakikuwa na mwanga wa kutosha na usiri wa mpiga kura. Na hivyo mawakala walionekana wakiwaelekeza wapiga kura katika chumba cha kupigia kura. Kulikuwa katika giza na kituo kingine hicho cha Levinsky kilikuwa kuna ngazi kiasi kwamba watu wenye ulemavu sio rahisi kupanda. Kingine, uwepo wa mabango katika vituo vya kupiga kura mabango ya, ya kampeni. E, sheria ya uchaguzi na sura namba 343 inakataza uwepo wa mabango au bendera za vyama vya siasa katika kituo cha kupiga kura. Hali hii imeonekana na waangalizi wetu katika jimbo la Siha kituo cha kupigia kura Siha, e, cha Lawate ambapo bendera za vyama vya siasa ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo, bendera zake zilikuwa zinaonekana. Mabango ya mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema yalikuwa yanaendelea, lakini pia ya na Chama cha Mapinduzi. Vyama vyote e, Chama cha Mapinduzi na Chadema mabango yao yalikuwa yapo yanaendelea kuonekana siku ya kupiga kura. Pia kutokuwepo na usiri katika eneo la kupiga kura. Zoezi la kupiga kura linahitaji usiri kwa mpiga kura ili kumwezesha uchaguzi huru na wenye haki. Waangalizi wameshuhudia ukiukwaji wa haki ya misingi katika uchaguzi huu mdogo ambapo, kwa mfano, kwenye jimbo la Siha kituo namba mbili cha Karansi kituo cha kupigia kura kilikuwa kwenye chama cha ushirika . Chumba kilikuwa kidogo na mwanga hafifu na kutokana na udogo, kutokuwepo na usiri, na hali ya usiri iliyopelekea mawakala wa vyama kuanza kuwaelekeza wapiga kura kiuwazi zaidi. Yaani kuna giza chumba kidogo kiasi kwamba mtu anaweza kumuelekeza kwa kwamba, ah, tiki hapo. E, unaona hapo. Kwa hiyo tukaona kwamba usiri ume, ume, ume umekuwa hau au haukuwepo, lakini kwa Kinondoni kulikuwa kuna kituo kimoja kilikuwa eneo la kituo cha mabasi ya mwendokasi ambapo sio sahihi kwa sababu watu wanapita hapa na pale. Vilevile, uwepo wa polisi wengi vituoni katika zoezi la upigaji kura zima. Uangalizi wetu wameshuhudia uwepo wa askari wengi wenye silaha za moto katika baadhi ya vituo vya kupigia kura. Kwa upande wa jimbo la Siha, eneo la Ngare Nairobi na Nasai, kulishuhudiwa polisi wengi wakiwa vituoni, jambo ambalo liliweza kuwa kusababisha hofu kwa wapiga kura, hasa kwa kuzingatia tukio la mauaji yaliyojitokeza kabla ya uchaguzi Kinondoni, e, eneo la shule ya msingi Tandale kulikuwa kuna maaskari wengi e, binafsi nilikwenda mwenyewe kabisa nikaona mabasi magari matatu e, ya ya maaskari yamekaa kwenye kwenye kwenye lao. Pia kwa alikuwa amekaa mlangoni ambapo hata mpiga kura anaweza kaogopa kuingia kutokana na kwamba e, anaweza kaogopa akawa aka ametishwa na wale maaskari e, kituo cha sheria na haki za binadamu kupitia angalizi wake wale katika eneo la, la Idrisa walishuhudia e, kuibiwa kwa sanduku la kura. Hicho ni kitu kingine kwamba sanduku la kura lilipotea katika eneo la Idrisa ambapo e, liliibiwa likaondolewa na baadaye likarejeshwa na zoezi la kupiga kura likaendelea, na sanduku hilo hilo liliendelea kutumika e, na liliibiwa na gari tofauti na likarudi na gari tofauti na lilivyowekwa, likaendelea kutumika. Tukio hili lilitia dosari kwa uchaguzi kuwa huru na haki miongoni mwa wapiga kura na wananchi kwa ujumla. E, cha nane, kituo kutokufunguliwa kwa wakati baadhi ya vituo. Sheria ya uchaguzi sura namba 343 imetamka muda wa zoezi la kupiga kura kuanza saa moja kamili asubuhi mpaka saa kumi jioni. Lakini katika zoezi la uangalizi kwa upande wa jimbo la Siha, kituo cha Levishi Hospitali zoezi lilichelewa kuanza ambapo kituo kilifunguliwa mnamo saa mbili asubuhi, eh, jambo ambalo linaweza kupelekea baadhi ya wananchi kukosa haki yao kwa sababu ya muda wa kutosha. Pia hata Kinondoni, jimbo la Kinondoni ya mambo hayo yalitokea. Yali, hivyo kwa changamoto hizo mbalimbali zinazojitokeza kituo cha sheria na haki za binadamu kinaona kuwa uchaguzi ulikuwa huru, lakini haukuwa wa haki. Kwamba ulikuwa una uhuru wa kwenda kupiga kura lakini hukuwa na haki kutokana na sababu ambazo tumestaja mapendekezo. Kwa kutambua uwepo wa changamoto zilizoainishwa hapo juu kituo cha sheria na haki za binadamu kinatoa mapendekezo yafuatayo ili kuwepo kwa uchaguzi huru na wa haki. Kwanza, tume ya taifa ya uchaguzi kuratibu chaguzi mbalimbali mbali kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizopo bila kufungamana na itikadi zozote za vyama vya siasa e, kwenye haki za binadamu tunasema haki ionekane ikitendeka Siyo, si tu itendeke, ionekane ikitendeka. Sasa ule mchakato ndio uonyeshe kwamba haki inatendeka. Inaweza kukaa labda, e, alikuwa na matatizo yoyote, lakini kwa sababu ya mchakato ulikuwa unaonekana kama vile haki isitendeke, watu wanaweza kuwa wasio na imani na chaguzi ambazo zinaendelea. Pia Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutumia maafisa wake waliopata mafunzo stahiki katika zoezi zima la usimamizi. Sio kutumia watu wasio na uelewa wa sheria za uchaguzi na kanuni zake. Na kama wanatumia watu wasio na uelewa wa sheria za uchaguzi basi wawafundishe, wapate muda wa kutosha kuwafundisha ili wasiweze kuwazuia kwa mfano kuwazuia waangalizi. Dunia nzima kimataifa huwezi kumzuia mwangalizi kuingia. Mwangalizi anaingia kwenye uchaguzi na Tanzania imesaini mikataba ya kimataifa. Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutoa elimu ya mpiga kura ili kuwezesha wananchi kufahamu sheria na taratibu za uchaguzi. Pia tunapendekeza vyama vya siasa hasa chama tawala kuacha kutumia matumizi ya rasilimali za umma hasa kipindi cha kampeni e, na wakati wa chaguzi vyama vya siasa kujikita katika kuhubiri ilani za vyama vyao na kuacha kutumia kejeli, matusi pamoja na vijembe katika kuomba kura kwa wananchi, kwa sababu tulishuhudia maj... vijembe vikitumika katika vyama vyote, vilikuwa vinatumia majembe dhidi ya, eh, vijembe dhidi ya chama kingine katika kuomba kura. Vyama vya siasa kuacha kulinda na kuheshimu sheria za uchaguzi na sheria eh, nyingine za nchi, eh, zisiache kulinda na kuheshimu sheria za uchaguzi na sheria nyingine za nchi ikiwemo kujiepusha na matumizi ya watoto katika majukwaa ya siasa. Ni kosa kubwa sana kumtumia mtoto katika jukwaa la siasa au kumtumia kumwajiri katika mambo ambayo hayamsaidii katika maisha yake. Saba, jeshi la polisi kuacha matumizi ya nguvu yaliyopitiliza na silaha za moto katika kutimiza jukumu lao ili kulinda haki za msingi ikiwemo haki ya kuishi. Huwezi kuwatawanya wapiga wa, wa, wa, waandamanaji kwa risasi ya moto. Eh, huwezi kuna kuna uwezo e, katumia eh unaweza katumia bomu la machozi, unaweza katumia njia mbalimbali. Lakini kutumia risasi ya moto ni kosa kubwa sana kwa wananchi ambao wanatembea. Kwa hiyo tunaona tukemee ili sijirudie tena katika siasa zetu. Vile vile Jeshi la polisi e, jeshi la polisi kuwa huru na kutofungamana na siasa za vyama au kupokea maagizo yasiyo halali yanayolinda maslahi ya chama au kundi fulani. Jeshi la polisi liwe walinzi wa amani na usalama, sio kuwa wachochezi na wavurugu wavuru na kuumiza raia. Pia msajili wa vyama kutimiza jukumu lake la kuviwajibisha vyama vinavyokiuka sheria na taratibu za kampeni. Msajili wa vyama ndio mlezi wa vyama vya siasa vyote, ana jukumu la kuwajibisha kila chama ambacho kinakiuka sheria na na taratibu wakati wa kampeni na wakati wa chaguzi. Pia wananchi kuheshimu sheria, taratibu na kanuni mbalimbali zilizowekwa ili kudumisha amani na utulivu, hasa kipindi cha cha chaguzi. Sisi wananchi pia tuna jukumu la kuheshimu sheria za nchi wakati wakati wa kampeni na wakati wa na chaguzi. Mwisho kabisa, kituo cha sheria na haki za binadamu kinatambua madhaifu yaliyopo katika sheria zetu za uchaguzi na tunapendekeza kufanyika kwa maboresho ya sheria na taratibu hizo ili kuboresha chaguzi zijazo, ikiwemo chaguzi inayokuja 2019 serikali za mitaa, lakini pia 2020 uchaguzi mkuu. Asanteni kwa kunisikiliza imetolewa na kituo cha sheria na haki za binadamu. Asante sana. Asante, karibuni sana kwa swali, baada ya kupata yaliyomo katika taarifa. Karibuni sana kwa kwa swali. Swali. Ni na Ah,